Meshia wapi? <coughs> Kwa hiyo watoto wangu nawapenda sana nawapenda sana. Mwenyezi Mungu awajalie wa tu wakuwe kama walivyokuwa, wakuwe zaidi, lakini nawapenda <coughs> Cha kwanza, wasinywe pombe. Sitaki kumwona mwanangu anywe, anakunywa pombe, staki kwa sababu mi mwenyewe pombe siipendi, ziipendi <laughs> alo, ndo nasema hivi staki mtoto wangu yoyote anywe pombe, avute bangi, avute sigara nataka mtoto wangu asome, asome. Hata kama hajanilea mimi, awalee ndugu zake ambao wamemzunguka yeye mwenyewe, atajua ndugu zake ni wakina nani. Hata kama ikisiwe mimi, lakini awalee ndugu zake, awatunze, wapendane, wawe watu wamoja. Ndio nataka watoto wangu wawe hivyo. wapo <laughs> unataka kujua ka mi watoto wangu no, Siishi nao kwa kweli. Kila mtoto wangu na watoto wawili, lakini kila mtoto yuko kwa mama yake, mwingine yuko kwa bibi yake. Nashukuru Mungu, juzi nimetoka hapo hapo tumbea umetoka kusalimia hapo, mmoja anaitwa Yasin, mwingine anaitwa Samuel, wote wa kiume wakubwa. uh-huh. Lingine nataka kusema aje, ndugu yangu kabisa, kwa sababu wenyewe. Asmani, usiondoke hapo, waongee kidogo. Na vini, msani, wanajisikia vizuri tena. Nashukuru watoto wangu mimi, awajiplaudi kusema eti baba yao anaitwa Dullayo, mm. Wao wanafurahi kuniona, wakiniona kwenye interview kama hivi, wananisikia na wanaonyeshana, umemwona baba yako, mm, angalia anachoongea hapa, hey, hivyo wanazijua watoto wangu, mie awaimbe nyimbo zangu, sijafundisha hivyo. <laughs> wanajua nyimbo za watu wengine hizo, wanazijua sasa. Mtu kama akashakuwa celebrity si utazijua? Hapana, yeah. Mimi cha kwanza KT, mi nimefanya naye nyimbo tatu tu na nilikwenda nilikuwa nikienda pale mesikai nafanya kazi naondoka, nafanya naondoka, kama nilivyokuambia. Kilichokuwa kinanisaidia mimi ni freestyle, mi naandika palepale namaliza palepale naondoka. Mungu kanijalia, iko tu ona. Sasa wengine wanakuwa wamekaa pale muda mrefu wanaandika, wengine nje mona <coughs> Kijiti akawaambia tu, Dullayo akaja, mwacheni amalize huyu, nampa nusu saa tu, ilishaisha. Sasa ya mambo mingine ilikuwa siyajui, lakini tulikuwa tunakutana hapo hapo. Hapo hapo tulikuwa tunakutana hapo hapo, hapo hapo studio, tunakutana hapo hapo studio. Tulikuwa tunakutana, tunakutana sana. Wala mwisho nakumbuka E, mara mwisho nakumbuka nilikutana na nani huyu, alikuwa rafiki yake sana na Platinum nani, Dimples. Ehe, nikakutana naye pale, stori hii tumeongea mimi, wote naongea nao vizuri tu. Nusu saa tu nimemaliza, mimi nimeondoka zangu, nielewa sasa mimi sijajua shida yao ni nini, kwa sababu mambo mengine hao labda ya uko kwenye ofisi zao, lakini kwa mimi, kwa sababu nilikuwa sikai inaondoka sikai inaondoka hivyo, kwa vingine sivijui, wao ndio wanajua shida ni nini. wapo wapo. Unataka kujua ka mi watoto wangu siishi nao, kwa kweli. Kila mtoto wangu na watoto wawili, lakini kila mtoto yuko kwa mama yake, mwingine yuko kwa bibi yake. Nashukuru Mungu, juzi nimetoka hapo hapo tumbea umetoka kusalimia hapo. Mmoja anaitwa Yasin, mwingine anaitwa Samuel, wote wa kiume wakubwa. Lingine nataka kusema aje, ndugu yangu. Uh-huh. Kabisa, kwa sababu wenyewe <laughs> asimani usiondoke hapo. Waongee kile. wanajisikia vizuri tena, nashukuru watoto wangu mie awajipludi kusema eti baba yao anaitwa Dullayo, wao wanafurahi kuniona, wakiniona kwenye interview kama hivi, wananisikia na wanaonyeshana, umemwona baba yako, angalia nachoongea hapa, hey, hivyo wanazijua Wa watoto wangu mie waimbe nyimbo zangu, sijafundisha hivyo. <laughs> Bwana Dullayo, wanajua nyimbo za watu wengine, Kina Diamond. Hizo wanazijua sasa. Mtu kama akasha kuwa celebrity si utazijua? Bwana Dullayo, ulikuwa ni wasaa bora sana kufanya huyu bwana ndugu yangu huyu bwana huyu <laughs> kanikamata leo, kucheza kucheza na mimi, au sio? <laughs> Kila kitu kinawezekana. Cha kwanza nichokuwa nakwambia, kwanza, umenigusa kuniambia watoto wangu nawapenda sana Yaani, kwanza watoto wangu weza wacha wa Mungu meshia wapi? Kwa hiyo watoto wangu nawapenda sana nawapenda sana Mwenyezi Mungu awajalie tu wakuwe kama walivyokuwa wakuwe zaidi lakini nawapenda cha <coughs> kwanza wasinywe pombe Sitaki kumwona mwanangu anye anakunywa pombe, staki kwa sababu mimi mwenyewe pombe siipendi, halo <laughs> ndio nasema hivi, staki mtoto wangu yote anywe pombe avute bangi avute sigara. nataka mtoto wangu asome asome, hata kama hajanilea mimi, awalee ndugu zake ambao wamemzunguka ye mwenyewe atajua ndugu zake ni wakina nani, hata kama ikisiwe mimi, lakini awalee ndugu zake, awatunze wap, wapendane, wawe watu wamoja, ndio nataka watoto wangu wawe hivyo. E bwana Dullayo, wamalizie watazamaji wako kwa kuwapa kipande chochote cha nyimbo yao.

twende tukalicheze goma na kama mavumba yapoela, usilewe sana. Vipi hapo bwana, umetisha kinoma noma. Ndugu zangu nyii, mbona kama mmenikamia sana? <coughs> umetisha kinoma noma Da. Basi namshukuru Mungu, mmekuja ndugu zangu, na mi nashukuru na kupata ujio wenu Nake metumia nguvu zenu nauli zenu, basi karibuni. Ulikuwa ni wasaa bora sana na mkubwa kwetu kuwa pamoja na wewe na kuongea na historia yako ya muziki, changamoto, ups and downs ambazo umepitia. Endelea tu kuwa salama, tutakutana tena kujadili mambo kama haya, ni msanii ngoma zako arobaini na nane na wewe hapa. we Nasikia watu wame beti kusmimi. Wananiuliza, Dula, unarudi lini? Toka tu 2006 watu wamesha kumisi. Sasa unarudi lini? Sasa mwaka huu tuende, tunamkanyaga mende, tunamkanyaga kenge, tunamkanyaga sinapiga juu chini katikati. Nimefanya hivyo kwa sababu watu wame jita sana majina. Misa misu kisi na jita Kobe. <laughs> Chijakobe lazimu <mle> timing. Timing. <laughs> Wala l nawapenda no, sana damu yangu. Bwana umetisha kinoma noma. Asanteni sana, asante karibuni, amu.